Sema, kujifunza tauhidi ya Allah, yani kumjua na kumpekesha Allah mtukufu. Na dalili ya hilo ni hadisi ya Ibnu Abbas aliposema, wakati mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alimpeleka Muadh bin Jabal kwenda Yemen, akamwambia, hakika unakwenda kwa watu wa kitabu, basi jambo la kwanza unaotakiwa kuwaita ni kumfanya Allah awe pekee katika ibada, mutafakuna alayhi

Ann nabiya sala llah aalaihi wasallam waursiltu ila lhalki kafatan, sema manake ni kwamba ni mjumbe wa Allah kwa watu wote majini na na, dalili ni kauli yake Allah, wala sukutuma ila kwa watu kw atuwote, nakutoka ko kwa Abuhurera kwamba mtume Muhammad sala Allah aalaihi wasallam walisema, nimetuma kwa watu wote, rawahu Muslim wayajibu alayna jamian taatuhu wa tasdikuhu wajtinabu manaha anhu, na ni wajibu kwetu kumtii Allah kujisadikisha na kujepusha na yote yaliyokataza. Fadalilu qaulullahi taala kul atiu allaha wa atiu rasul, na dalili ni kauli yake Allah sema, mtii ni Allah na mtume wake. Wa an abi hurairata radhiallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ma nahaitukum anhu fajetanibuhu wama amatukum bihi fatu minhu mastatatu. Na kutoka kwa Abu Hurairah ta amesema kwapa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, ninapakalazeni jambo basi jiepusheni nalo, na ninapoamrisheni jambo basi lifanyeni kati ya uwezo wenu, muttafaqun alaihi ala ibadihi ay yaabudu wala yushriku bihi shay wa haqqul ibadi alla yuadhima man la yushriku bihi shay, Sema, haki ya Allah kwa waja ni kumuabudu Allah wala msishirikishe na chochote na haki ya Allah kwa waja ni kuto kumuadhibu Allah mtu ambaye mshirikishe na chochote fa kullu ibadatu ghayri llahi azza wa jalla fa kullu ma kana ibadatan lillahi azza wa jalla fa sarfuhu li ghayri llahi shirk wad dalil qawlu llahi ta'ala wa'budu llaha wala tushriku bihi shay'a, Sema kumabudu asiyekuwa Allah. Kile ambacho kimekuwa ni ibada kwa Allah, ukielekeza asiyekuwa kwa Allah, hiyo ndo shirk. Na dalili ni kauli yake Allah, wa'buduni Allah wala msimshirikishe na chochote wa hadha salamu alaykum wa alafu minkum wa minkunna wa ila alliqai fi maratin ukhra in sha Allah wa kull am wa antum bi khair wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, hiyo ni tauhidi. Wametivisha vijana. Naomba afuatie Nasir Hamadi, Nasir Hamadi, jina maarufu Baua

Samir Hamza, muda huo, naomba Warda Hemedi ajiandae. Simama katikati. wa Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Idha qila laka man khalaqaka, ukiulizwa nani amekuumba Faqul, sema khalaqani Allahu, ameniumba Mwenyezi Mungu wa khalaqa jamia al-mahluqat, na ameumba viumbe vyote. Wa dalili qawl Allah ta'ala, dalili ni kauli yake Allah mtukufu, Allahu khaliqu kulli shay, Mwenyezi Mungu ni muumba kila kitu. Idha qila laka man rabbuka, ukiulizwa nani mola wako, faqul sema Allahu Rabbi

wama mtukufu khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun sikuumba majini na watu ila niabudu idha qila laka ma dinuka ukiulizwa dini yako ni ipi faqul sema dini huwa din alislam dini yangu ni dini ya uislam wadin alhaq na dini ya hakim wadalilu qaulu llahi taala Dalili ni kauli yake Allah mtukufu, inna dina inda llahi lislam, hakika dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. wa qauluhu taala, na kauli yake Allah mtukufu, huwa ladhii arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq, na yeye ndiye aliyemtuma mtumake kwa uongofu na dini ya haki. wa qauluhu taala kauli yake Allah mtukufu, wa man yabtaghi ghayra al-islami dina falayuqbala minh wahuwa filakhirati min al-khasirin, na atakayefuata dini ambayo si ya Uislam haitakubaliwa kutoka kwake na akhira atakuwa miongoni mwa waliopata hasara. Wa hadha salamu alaikum walafwa minkum kum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ni Barakallahu fika Samir Hamza, Samir Hamza huyu mashaallah Eh muda uliokuepo jamani mimi naomba niwaage hapa. Nimkaribisha Al-Akhi Abdallah Uthmani Mpugusi aweze kuendesha jahazi hili, yeye ndio mhusika mwenye ah, mashallah, allahubarik alayka ya umma. Wazazi mko wapi? Wazazi, wazazi kama e, hivi amuoni ile ya wivu, hamuoni wivu kweli, wivu hamuoni wivu? Hivi kutunza jamani, hivi e, kweli, hebu wazazi mje basi angalau jamani ka nye. Haya, naomba ni mkaribishe Al-Akhi Abdallah Usmani Pugusi ndio atakayeshika shughuli hii na kuendelea mimi nilishika tu, lakini sikuwa sehemu wenyewe wala sikufiti. Nilikuwa nafanya kumsubiria ili afike huyu bwana. Na watakutana na Sheikh Sam. Ah, barakallahu aikwa. Namna hii wazazi. Nataka hivi wazazi. Nataka hivi ya kapena. Nataka hivi. Yeye ninakukia kwako. Yeye umechukua hela ya, iwi, ya watu, eh, shika. Hamnakufa jamaa, shika. Nah, Salamu aleikum wa <laughs> rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awali yeyote, tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyetuwafikisha muda huu kusanyika hapa ni mahfali ya nane katika kituo chetu hiki cha Al-Ihsan Islamic Center, Markaz al-Islami al-Ihsani. Ni mahfali ya nane yanayojumuisha mihadhara mbalimbali kama ilivyo ada, tulianza Aljuma khutba tukaja muhadhara jana na leo tunahitimisha mahafali kuwasikiliza watoto wetu, wageni waalikwa na waheshimiwa mbalimbali. Tunaomba kwanza mtambue madarasa zilizohudhuria katika mahafali haya. Tunayo madarasatul Istiqama, madarasa Mlandege, tunayo masjidi khairi kutoka Ikonongo, madarasa Zizi, madarasa Aqsa, madarasa Mumin kutoka Gumailo, madrasati jihadi kutoka mwangata, madrasati hinurain, madrasati ummu ayman, madrasati raudha kutoka mshindo, madrasati rahman kutoka isakalilo, madrasati taqwa kutoka Felimo. Hizi ndio madrasa ambazo tumezialika kuja kushuhudia mahafali haya ya mwaka huu. Moja kwa moja tunakwenda kwenye upande wa mada za fikhi. Naomba tuwasikilize vizuri watoto wetu hawa, atakayetuanzia ni kijana wetu Warda Hemedi. Warda Hemedi tunamwomba apande. Wakati Warda Hemedi aisamidi, tunamwomba aje katika kiti cha kujiandaa. Warda Hemedi, karibu sana, tumsikilize. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kushuhudia hakuna apasai kuabiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu. Wa anna muhammadan al Rasulullah, na Muhammadi ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Wa iqamu swala, kusimamisha swala. Waitau wa zaka, kutoa zaka. Wasaumu Ramadhan, kufunga mwezi wa Ramadhan. Wahajju lbaiti man istataa ilaihi sabila iji nyumba tukufu Kaaba kwa yule mwenye uwezo wa kufika huku. wa hadha ssalamu alaikum, walaafuwa minkum wa minkunna wa ila lliqai fi maratin uhra insha Allah wakullu amin wa antum bikhair, shukran. Huyu ni Warda Ahmedi, mada ilikuwa ni hiyo nguzo za Uislamu. Anayefuata ni Aitha Muidi.

na rehma na amani zimshukie mtume wake mtukufu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd na juu ya ahli zake na masahaba wake wote ama baada ya hayo as-salatu hiya akadu arkanu lislam ba'da ash-shahadatayn swala so, ni moja ya nguzo za uislamu baada ya shahada mbili wa afdalu la'malu ba'dahuma nani miongoni mwa matendo bora zaidi baada yake

kuruku wasujudu alal adai ala sabat, kusujudu kwa viungo saba. Waljilsat baina sajadataini, kukaa baina sijida mbili. Atumaninatu fil jamia, utulivu katika kila sehemu ya swala. Aljulusu litashahudi al akhir, kukaa kwa ajili ya tashahudi ya mwisho.

fi marra al-ukhra insha Allah wa kullu aam wa antum bi khair wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu wageni waalikwa, wa naomba tutambue kwamba jambo letu hili lipo live upande wa radio, radio Kiblatain wapo live katika mahafali haya ya nane ya Masjidi al-Ihsan, madrasa al-Ihsan na Al Ihsan Nasar School vile vile, kupitia television online mbalimbali tunazo. Tunao Suleiman TZ TV online, ambayo hii mkurugenzi wake ni shekhe wetu Sheikh Suleiman Muhammadi, Allah awape umri mrefu. Tunao Kiblatain TV nao wako live, tunao Saimgo TV nao wako live. Kwa hiyo tufuatilie jambo hili na tusisahau kusubscribe kwa sababu ni television ambazo zinafanya kazi ya dini anaifuata sasa ni binti yetu Nurat Zanga namwomba Arif Haji aje hapa kwenye kiti cha maandalizi Nurat karibu sana Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa

wahiya acmalu yawmiyati nudhhiru fiha lkhudhuu wataadhimi lillahi taala, aladhi ni matendo ya kila siku ambapo mwislamu huonyesha unyenyekevu na kumtukuza Allah mtukufu. Faradhaha ala ambayo Allah ameifaradhisha kwa waja wake min attahawuni wattakasuli anha muslimati liana la rida llahi subhanahu wataala waliajzihi, swala hufanywa na mwislamu mwanaume na mwanamke mwislamu kwa lengo la kupata radhi za Allah na kulipwa kwa hilo. Ahsanta thawaba wayaghfir khatayahu, muislamu usali ili apate thawabu na asamehee makosa yake. waliyakuna daima silat birabbihi, ili awe daima na uhusiano wa karibu na Mola wake. Qala taala, amesema Allah mtukufu wa aqimus salata inna salata kanat ala almuminina kitaba mauquta, basi simamisheni swala hakika swala ni faradhi iliyopangwa kwa waumini kwa muda maalum. Waqala, na amesema pia wa aqimus salata wa la takunu min almushrikin simamisheni sala na wala msiwe miongoni mwa washirikina. Waqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na amesema mtume sallallahu alayhi laihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mnavyoniona mimi ni kiswali. Fi kulli yawmin wa lailatin nusalli khamsu salawati lillahi katika kila siku na usiku tunasali swala tano kwa ajili ya Allah. Wa hadha salamu alaykum laikum wal afwa minkum wa minkunna wa ila lliqai fi marratin ukhra insha Allah, wa wa wa wa kullu amin wa antum bi khair wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu tuliofika katika hadhara hii, nilikuwa naomba nitoe angalizo. Nimesema jambo letu hili, dunia inaona kupitia televisheni hizo nilizozitaja. Kwa hiyo tunaomba utulivu. Walimu wa madarisi mbalimbali, naomba tuwe makini na wanafunzi wetu. Hii ingia toka kidogo inaleta picha sio nzuri katika upande wa TV. Kwa naomba tutulie, penda kama alivyotulia mama zangu pale, au mashiko wetu au wababa kule basi tuhakikishe na watoto nao watulie ili jambo letu liende vizuri. Huko getini, tunaomba kamati ya mapokezi tu ndio wasimame, lakini wanaokuja wote waelekezwe sehemu za kukaa. Jambo letu linaendelea kwa kijana wetu Arif Haji. Wakati Arif Haji anasoma, niko namuomba Nuruddin, sawa naye aje. Arif Haji, panda juu pale.

Wa alaikumu salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam ni kijana Arif Haji anayefuata sasa ni Nuruddin, ni sawa. Wakati Nuruddin lemba, eh, kama vile alivyovaa Sheikh Suleiman, tofauti rangi tu vilemba vya kisunna kabisa. Allah awape elimu vijana wale. Tunayo madarasa kitanzini, nao tutambue uwepo wao. Anayefuata sasa sikiliza jina hilo. Jina la swaga kabisa tunasema nguo. Huyu anaitwa Lubna binti Yusuf Mwaipaya. Wakati Lubna akisoma, tunamwomba Samira binti Mtamike ajiandae. Lubna karibu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume wa Allah, rehma na amani zishuke juu yake Ittaqillaha, haithu ma kunta, mwogope Mwenyezi Mungu popote ulipo. wa atmici sayiata alhasanata tamhuha, lifuatishe ovu kwa kutenda jema litalofuta ovu. Wahutirmidhi amepokea hadithi hii Tirmidhiyu. waqala aidhan, amesema Mtume sallallahu alayhi layhi wasallam